Hadithi: Mapenzi ya Chini ya Mwembe. Katika kijiji kidogo cha Mwambao kulikuwa na msichana mrembo aliyeitwa Rehema, maarufu kwa tabasamu lake na moyo wake wa upendo. Alikuwa binti mpole, mwerevo na mnyenyekevu. Kina asubuhi alipita sokoni kuuza matunda, huku akikaa kivuleni chini ya mti mkubwa wa mwembe uliokuwa karibu na shule ya sekondari. Siku moja, kijana mpya kutoka mjini alifika kijijini. Adam, mwanafunzi wa mwisho wa kidato cha sita, aliyehamia pale kutokana na matatizo ya kifamilia. Wote wawili hawakujua kwamba kivuli cha mwembe huo kingekuwa sehemu ya mwanzo wa safari ya mapenzi yao. Adam alianza kupita kila siku karibu na mwembe ule akienda shule. Kila mara alimkuta Rehema akiuza matunda, akiwa amevaa kanga safi na uso wa furaha. Siku moja, Adam akasema kwa ujasiri: Dada, matunda yako yanaonekana matamu kuliko hata jua la leo. Rehema akacheka kwa aibu. Ukiona matamu basi nunua, sitaki maneno matupu. Tangu siku hiyo, kila asubuhi Adam alinunua embe moja tu, si kwa sababu ya njaa, bali kwa sababu ya kicheko cha Rehema. Wiki zikapita, urafiki wao ukakua. Walipenda kuzungumza chini ya ule mwembe baada ya masomo. Walishirikiana ndoto Huzuni na matarajio. Adam alikuwa na ndoto ya kusoma chuo, huku Rehema akitamani kufungua duka kubwa la matunda mjini. Siku moja, Adam alimshika mkono taratibu na kusema, Rehema, nataka nikuahidi kitu. Hata nikisafiri, moyo wangu utabaki hapa chini ya mwembe huu. Rehema akamtazama machoni, macho yake yakimetameta kama jua la jioni. Nitakusubiri Adam chini ya mwembe huu kila jua likichomoza. Wakati mapenzi yao yakiendelea, baba yake Rehema, mzee mwalimu, alianza kushuku. Alikuwa mkali na hakutaka binti yake atoke na kijana maskini. Rehema, wewe ni binti mzuri, usiharibu maisha yako kwa mapenzi ya kijana hana kitu. Rehema alijaribu kueleza kwamba Adam alikuwa mchapakazi na mwenye ndoto, lakini baba hakusikia. Siku moja alimkataza kabisa kwenda sokoni, Adam alipokuja asimkute. Moyo wake ulivunjika vipande vipande. Adam alikoza nafasi ya kuonana na Rehema, aliamua kuandika barua na kuiweka chini ya mwembe. Rehema, najua baba yako hataki, lakini nitakuja nikifanikiwa. Usinisahau. Miaka ikapita. Adam alisoma, akapata kazi nzuri mjini lakini moyo wake uliendelea kumbeba Rehema kila siku. Baada ya miaka mitano, Adam alirudi kijijini kwa gari zuri. Alifika sokoni, lakini mwembe haukuwa kama zamani. Ulikuwa umezeeka na kivuli chake kimepungua. Aliona mwanamke akiuza matunda pale pale akiwa na tabasamu lile lile. Ni Rehema. Adam alishindwa kuamini macho yake. Alimkaribia, Rehema akainua macho. Macho yake yakamtoka. Mara moja, nilijua utanirudia Adam, mwembe huu haujawahi kunisahau. Adam alimkumbatia kwa upendo na wote wakalia kwa furaha. Mwisho, Adam alimchukua Rehema mjini, akamfungulia duka kubwa la matunda liitwao Chini ya Mwembe Fruits, na kila mara walipotazama dirishani waliona picha ya ule mwembe wa zamani, ishara ya ahadi yao ya upendo wa kweli. Wakati mwingine mapenzi ya kweli hayahitaji maneno mengi, yanahitaji uvumilivu, ahadi na moyo wa dhati. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili husaidia ukuaji bora wa watoto una ladha nzuri na ni rahisi kupika afya kwa kila kizazi bei shilingi elfu tatu tu wasiliana nasi sasa 07162830088 au 068722315 mkolwe products help help us to help you